karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu hiki cha elimu na maarifa. Leo katika elimu na maarifa tunaangazia zaidi jinsi ya kuweza kupika mkate wa slesi. Mahitaji juu ya utengenezaji wa mkate wa slesi: cha kwanza kabisa ni unga wa ngano vikombe vitatu ama gramu mia tatu na sitini, maziwa ya uvuguvugu kikombe kimoja, chumvi kiasi, sukari kijiko kimoja cha chakula mafuta kiasi ya kupikia, maziwa ya unga kijiko kimoja, pamoja na amira kijiko kimoja au kipaketi kimoja cha amira. Kisha chukua unga wa ngano changa na maziwa ya unga na hakikisha kwamba umeweza kuvichanganya vizuri. Kisha chukua bakuli lingine, weka maziwa ya uvuguvugu pamoja na chumvi, sukari, amira na mafuta kijiko kimoja cha kupikia. Hakikisha unachanganya ndani ya dakika moja hadi dakika mbili, uhakikishe kwamba vyote vimeweza kuchanganyikana vizuri, na vyote vivyo momo kwenye mchanganyiko kwa wa kwanza vimeweza kuyeyuka kwa pamoja. Kisha chukua mchanganyiko wako wa pili, mimina katika mchanganyiko wako ule wa kwanza wa unga, changanya kwa pamoja kama unavyoona katika hii video, na uhakikishe kwamba vimeweza kuchanganyikana vizuri. Changanya na kama maziwa ya kipelea, hakikisha unaongeza maji ya uvuguvugu na uchange, na uhakikishe kwamba umeweza kuchanganyikana vizuri. hakikisha donge lako hili linalochanganya lisiweze kuwa ni gumu sana, uwe ni wakati na uweze kuwa ni mlaini, ili uweze kutengeneza mkate wako na uweze kuumka vizuri kabisa, kama unavyoona katika video yetu hii. Kanda ndani ya dakika sita mpaka nane. Baada ya kuhakikisha kwamba umeweza kukanda unga wako na umekuwa vizuri kabisa, basi utengeneze mfumo wa duara kama unavyoona katika video. Kisha, chukua chombo chako, uweze ukipaka mafuta kwa ndani na baadaye ukipaka mafuta kwa ndani Chukua lile donge lako, uweze kuweka ndani ya chombo chako na uweze kufunika. Uache kabisa hilo donge lako, liache liweze kuumuka livimbe kabisa, angalau mara mbili liweze kuvimba sana. Hadi hapo donge lako liko tayari kabisa, hakikisha unachukua na unaweza kulisukuma kama misiri ya chapati. Paka mafuta katika sehemu yako hiyo ya kusukumia ili siweze kung'ang'ania, paka na kisha uweze kusukuma vizuri Sukuma kama unavyoona hapa katika video yetu hii. Hakikisha kwamba umeweza kusukuma na limekuwa vizuri kabisa. Baada ya hapo utachukua kibati. Baada ya kuchukua kibati chako, basi ile donge lako baada ya kuweza kusukuma likunje, uhakikishe kwamba limeweza kulingana na saizi ya kibati kwa ndani. Baada ya kumaliza kulikunja, chukua donge lako hilo ambalo tayari umekwisha kulikunja vizuri, umeliandaa vizuri, basi Atunofuata chukua mafuta uweze kupaka ndani ya kile kibati. Baada ya kumaliza kupaka mafuta ndani ya kile kibati, chukua ile donge lako lile ambalo umekwisha kuliandaa, uweke ndani ya kile kibati. Kibati chetu hiki ni mstatili, lakini kuna vibati vya aina nyingi. Baada ya kuweka humo, chukua ule mfuniko wa kile kibati uweze kukipaka mafuta kwa ndani pia. Kisha funika. Iache hapo kabisa kwa muda angalau iweze kuumuka tena kwa mara nyingine hadi hapo donge letu tayari umeliona limekwisha kuumuka. Hatua inayofuata ni kulichoma. Kwa hiyo utachukua sasa donge lako hilo ndani ya kibati. Kwa hiyo utachoma donge lako hilo kwa moto wa 180 ndani ya oven, ila kama utakuwa unatumia jiko la mkaa hakikisha Unachukua kibati chako hicho unakikalisha ndani ya sifuria, sifuria ambalo umeweza kukalisha tayari kwenye jiko la mkaa, ili linapokuwa linapata joto linapenya moja kwa moja katika kibati hicho, na kibati hicho kinakuwa kinautengeneza kabisa, mkate wako unakaa sawa. Kwa hiyo utachoma mkate wako kwa moto wa mia moja na themanini ndani ya oveni hadi hapo unavyoona mkate wetu tai, sasa uko tari kabisa, umekwisha kuiva. Naofata utatoa, unapotumia kisu kidogo kama hivi, maanayake kinazakwa, kinasumbua, kisikate vizuri. Mkate huu ni mzuri kabisa, ya kwa kwa chai ama mtmcai maote, ni mkate ambao ni mkate wa kishua zaidi lakini ukumbushe kama ndio unaungana nasi kwa mara ya kwanza, kisha una subscribe, kisha unaruhusu alama kingere ili kila utakapoweka taarifa zetu uweze kuzipata kiulesi zaidi. Ulikuwa nami mwalimu wako ni Kasus Mwanga. Usahau kutufuatia katika vipindi vyetu vijavyo, tutaonana wakati mwingine.